Muktadha wa hii story upo hivi. Kama nilivyokwambia, wakati huu kingdoms zote za Ulaya ikiwemo Uingereza walikuwa wanasubmiti kwa mfalme mkuu wa Roma ambayo wakati huo imeshageuka kanisa Katoliki na makao makuu ni mjini Vatican Italy. Ina maana kanisa ilirithi ardhi yote na mabwana shamba wote waliokuwepo. So wakati king wa maravidavi ngoso Henry anaingia kwenye ethroni Uingereza. Alikuta asilimia 30 yaani zaidi ya robo ya ardhi ya Uingereza inamilikiwa na kanisa. Kifupi, rasilimali nyingi na hazina za taifa zilikuwa maeneo ya kanisa na wanatoza kodi kubwa, na zote zinaenda Vatican, Italy. Na ukumbuke wanajeshi la Vatican linalinda na kusimamia shughuli za kanisa. Ikimaanisha kanisa lina nguvu kwa wananchi na uchumi kiujumla kuliko kingdoms. So Uingereza ilitaka kujitoa kwenye utawala wa Vatican kitambo, kama ambavyo juzi kati wamejitoa EU, na tuikuletea episodi zetu za nyuma kuhusu Brexit <mulia>